Watakatifu wapendwa, je, unafurahia kutazama programu za majaribio ya kuishi siku hizi? Jukwaa la kupendeza, nyimbo tamu, wakati mwingine hata hadithi za machozi, kuvutia mioyo ya watazamaji. Kuna mambo mbalimbali mbali. Lakini wakati mwingine mimi hufikiria hivyo, kuna wakati nasikia ukweli uliojificha nyuma ya uzuri huo. Je, inaonekana kama nini kamera inazima? Je, wataendelea kuangaza hivyo baada ya taa kuzimika? Hadithi kutoka dua wa Korintho dla ambayo tutashiriki leo ni kama alionekana kwenye hatua ya kanisa la kwanza, ni kama drama ya kusisimua kuhusu halisi na bandia. Kanisa la Korintho lilianzishwa kwa kuhubiri injili kwa bidii kwa Paulo. Kadiri muda unavyopita kutoka nje chini ya ushawishi wa mitume wote wa uongo itakufanya uchanganyikiwe. Wanatumia usemi wa mawa na sifa za kujisifu ili kuvutia uangalifu wa watakatifu. Umeniroga moyo wangu. Kama mitandao ya kijamii ya leo, kama washawishi wanayao wenyewe kuonyesha uwezo wako na usuli. Utume wa Paulo ulidhufishwa. Wakati huo, Korintho lilikuwa kitovu cha utamaduni wa Wagiriki. Kama kituo sayansi ya uchunguzi inatengenezwa ilikuwa ni hali ya kijami ambapo watu waliokuwa wazuri katika kujitangaza waliheshimiwa. Kinyume na hali hii, uongo mitumi walijionyesha kwa werevu kama ufungishaji. Hilo lilitikisa imani ya watakatifuni. Je, unapata likes nyingi? Unajua siri ya upigaji picha? Mandhari nzuri, mwangaza mzuri, na kadhaa ya kuchukua ili kupata picha ya maisha. Wakati mwingine ni tofauti kidogo na kitu halisi, inaweza kuwa tofauti hata leo kuna watu karibu nasi ambao hujifunga vizuri na kujionyesha, kuna watu wengi. Ilikuwa vivyo hivyo katika kanisa la kwanza, ni sawa. Katika andiko la leo, Paulo anakabiliana moja kwa moja na mwelekeo huu wa uongo, ni sawa.